Igtanim khamsan qabla khamsin, patiliza mambo matano kabla ya matano mengine kukujilia, ni mambo ambayo kwamba yatakuja yataondolewa na haya matano mengine. Sasa haya matano ya kwanza, mtume sallallahu alayhi wa sallam asema tuyapatilize kwa sababu ndiyo fursa na ndiyo wakati munasib ya muislamu kuyatumia mambo kama haya. La kwanza, mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema shababaka kabla haramika, patiliza ubarubaru wako, patiliza ujana wako, patiliza wakati wa ubarubaru wako kabla ya uzee kukuingilia. Ubarubaru ni wakati ambao kwamba mwanadamu ana nguvu, mwanadamu aweza kuyafanya mingi, mwanadamu aweza kuyafanya ile ambayo kwamba anapozeeka hawezi kuyafanya. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuelekeza katika mambo ambayo twafaa kuyapatiliza.